Kwenye mkono wangu ni Tecno Camon 40 Premier kutoka Tecno. So ni simu ambayo kiukweli imenipress sana kuanzia design ya nje mpaka hadi mfumo wa ndani au UI yake ya ndani. Kwa hiyo system ya ndani nzuri na kila kitu it works very, very fine. Na imekuja pia na Tecno AI kitu ambacho ni introduced kwenye simu hizi za Tecno na ni simu ya kwanza kutumia AI kwa sababu simu nyingine Hey, AI zake hazijawa integrated na simu inavyotoka. Kwa hiyo unakuwa unazidownload lakini pia still bado hazifanyi vizuri kama simu hii inavyofanya vizuri. Sasa kwa mfano hapa hivi nitajaribu kusema labda hii open a camera, open a camera. Ngoja tuone. Umeona eh? So it is very very good phone ambayo uh, nimeiona lakini pia quality yake it is very very interested interested. Yani, kamera quality yake ni nzuri sana kama unavyoona. So ni simu ambayo kiukweli imeni impress sana, starting from the design and starting from the everything every features. Hi Ella, turn on the flashlight. Flashlight is turned on now. Wow, okay kwa shilingi milioni moja laki na hamsini, una uwezo pia wa kuwa moja ya watumiaji wa simu hii ya Tecno Camon 40 Premier. Ni simu ambayo kiukweli hata unavyokuja kuifungua utaona ikiwa inakuja na baadhi ya vitu ambavyo ni vya msingi sana, ikiwemo cover chaji yake pinia line na vitu vingine vingi, ikiwemo pia warranty kutokea kwenye maduka yetu ya Tekno. Kwa hiyo simu hii na kuhamasisha sana uweze kuwa nayo kwa sababu ni simu ambayo ni pekee sana na hutojutia hata siku moja. Asante kwa kuitazama video hii, tafadhali subscribe, like, comment, lakini like, pia usahau kushare. Hii ni Samalen TV Tech kwa ajili yako.